Eh, nikiri kwamba wilaya na manispaa ya Kigamboni imepokea fedha za maendeleo nyingi sana kutoka serikali kuu lakini zaidi pia kutoka vyanzo vya ndani. Na kwa dhati kabisa sisi miradi yote ambayo tunaisimamia tunaisimamia kwa uwakilishi tu wa Wizara ya Tamisemi chini ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, maelekezo yake yote ambayo anayatoa kwetu kuhusiana na usimamizi wa miradi hasa ambayo Chama cha Mapinduzi kimekuja kwa ajili ya kujiridhisha na kuweza kuona. Hapa nyuma yangu hili ni jengo kubwa na na ambalo ni ni shule ya mkoa na ni jengo ambalo litajengwa kwa bilioni nyingi zaidi ya bilioni tisa, ambazo zitajengwa na jengo hili na fedha hizi zote ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini zaidi pia tumetoka kuangalia hospitali ya mfano ambayo ni kituo cha afya kitakachojengwa kwa zaidi ya bilioni 4.5 mpaka bilioni 4.9 kwa maana ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameridhia ziweze kufanya kazi ya Watanzania. Kikubwa anachoweza kusisitiza ni kwamba Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wa kuweza kukagua miradi, kwa sababu ndicho chenye ilani na namna ambavyo kinaangalia namna serikali inavyoweza kutekeleza ahadi zake, na, na ninayo furaha kwamba mwenendo wa utekelezaji wa miradi, Chama cha Mapinduzi kimeridhishwa na kwamba yapo maoni ambayo tunapaswa tuongeze speed lakini zaidi spidi ya usimamizi, spidi ya ujenzi, spidi ya viwango na vitu vyote, ili angalau mambo yaweze kwenda sawasawa. Pamoja na haya eh, mimi pia kama mkuu wa mkoa, tumeendelea kuonya wale wakandarasi wote ambao wamekuwa na tabia kuchelewesha miradi na kubadilisha fedha ziende ziende kwenye mambo mengineyo. Unamlipa mkandarasi leo fedha, lakini yeye anachukua fedha na kwenda kujenga barabara badala ya kujenga jengo. Kwa tumewaonya pia wakandarasi wa namna hiyo. Lakina kwa wale ambao wanadai pesa zao, pesa zipo, na kwa mantiki hiyo ni kitendo cha kuanza zao ili waweze kulipwa kwa wakati e, jambo la mwisho ni kwamba tumedhamiria miradi ya elimu na miradi ya afya yote ambayo inajengwa ndani ya manispa na ndani ya mkoa da mkoowetu Dareslamtu kwa ujumla tuijenge kwa kwenda juu, kwa maana ijengwe kwa njia ya magorofa ambayo inasaidia moja kuwa na land management, kwa maana matumizi sahihi ya ardhi. Lakini mbili, kuwa na fashion isiyokwisha haraka, kwa maana kutumia teknolojia ya sasa. Lakini jambo la tatu, eneo dogo kuchukua wanafunzi wengi, kwa maana kama na square meter 2000 ambazo kuna zitumia kwa majengo kumi, sasa tutakuwa na square meter 2000 ambazo zinazotumiwa ma kwa majengo karibu 40 kwa sababu yanakwenda juu. Kwa hiyo eneo dogo kuwa na watu wengi, lakini na la mwisho zaidi, nyinyi mnafahamu mji wetu huu una bahari kila kona. Kwa hiyo utakapojenga kwenda juu, pia inasaidia kupata view ya mji, watu waweze kuona bahari na kuweza pengine kuona jambo ambalo litakuwa nivutivu zaidi. kwa baada ya kusema haya, niendelee kukiri kwamba ninaamini kwa haya ambayo Chama cha Mapinduzi kimetoa comments na sisi tunajiandaa sasa kwenda kusoma ilani ut ya utekelezaji wa ilani kwenye kikao maalum, ili watanzania kwa pamoja, wana CCM na wasio wana CCM, waweze kuona maendeleo na kazi zinazofanywa na CCM.